Hujambo, msikilizaji, karibu katika kipindi cha kitabu chetu kutoka maktaba. Msimulizi wako ni mimi Fatia Bedi. Bado tupo katika kitabu cha Posa za Maana. Kabla ya kuendelea mbele nitarudia kidogo sehemu iliyopita. bado alifikiria kwamba kuajiriwa kwa ofisini tu ndiyo suluhisho la matatizo yake yote, na yeye anastahili kazi kama hizo, akaye ofisini azungukwe na majalada ambayo anatakiwa ayatizame na kuyashughulikia juu ya meza na kompyuta, huku kiyoyozi kikifanya kazi yake. walonicheka na kunibeza mpaka kunidharau watajileta kwangu. Bisalma atakuwa na heshima na adabu, nitamvisha ang'are, ingawa atakuwa na mwenzake au hata wenzake. Msikilizaji, endelea kusikiliza posa za maana. Midomo minene ya bwana Hamisi ilitabasamu wakati akili ya yake ilipokuwa imezama kwenye ndoto zake za mchana. Alijiona yupo chumbani na bibi harusi wake mpya, mtoto mbichi, macho makubwa kama kikombe na kope kama za ngamia zake mwenyewe, sio zile za kubandika kama za watu wa kule. Mtoto macho ameyainamisha kwa haya anazotakiwa kuwa nazo mwari aliyelelewa akaleleka. Tabasamu mdomoni na ameinamia chini kidogo, si kwa sababu ya huzuni bali furaha na aibu ya kike kwa mpenzi wake mara bwana hamisi alitazama tumbo lake e e. lakini nitakuja kutakiwa na tumbo hili shauri ya kula kulala na kutoshughulishwa na lolote basi mwili wa bwana hamisi uliongezeka maradufu kwa vile hakuwa mrefu bali wastani kama karibu aitwe mfupi basi alionekana kama kiroba mashavu yalimjaa na kuchanganyika na kidevu chake chenye ndevu kidogo. Ngozi yake iliyong'aa vyema ya kahawia iliyokoza mfano wa chokleti haikuwa yenye kukonga, na ukimwona ungedhani ni kijana wa miaka 35 kumbe alikuwa ameshagonga 50. Nitafanya mazoezi, umri si chochote bali ni nambari tu. Ukishakuwa na pesa, umbo na sura havina maana tena, miaka hii pesa tu ndiyo inaongea Alijipa moyo hapo tena, akamkumbuka huyo mletaji posa mwanamme wa miaka arobaini na ushei aliotaka kumoa binti yake mbichi wa miaka kumi na saba. Kama yeye kaweza kuja kuposa hapa na mke wangu yupo tayari kumwezesha hivi, kwa nini na mimi nisitakiwe, wakati huo nina pesa? Mara akashtuka kutoka mawazo yake hayo, alijiona punguani kabisa. Hivi badala ya kushughulikia suala la Muna asiolewe na huyu mtu, nimeanza hofu ya harusi yangu ya ndoto za mchana? <laughs> kicheko kilimtoka peke yake. Hapo ndipo alijizoazoa akatafuta kanzu yake na kofia, huyo akaelekea maskani. Bwana Hamisi alikuwa mtu msiri, ilikuwa shida sana kufunguka kwa mtu kumweleza matatizo yake. Matatizo yake yalikuwa yake na hakupenda kumshirikisha mtu kwenye dhiki zake. Kwanza aliamini watu hawana habari na matatizo ya wengine, kila mtu alikuwa na lake likimzidi kimo. Alijisemea kwamba ukiwaambia watu matatizo yako, basi wachache watajali na kukupa ushauri lakini kuna wengi watakaofurahi na kuanza kukuzungumzia kila kona na mara unakuwa gumzo la mjini. Yeye hayo hakuyataka yamfike. Kwa hiyo alipofika maskani, alijibanza sehemu yake kimya, huku akili yake ikiwa haipo kabisa hapo, bado kazama katika sakata la posa za bintie. Maskani ilikuwa kama siku zote, soga liliendelea wengine wakicheza bao na karata, wengine wakicheza zumna, wengine wakijadili mambo ya uchaguzi na vyama. Kwa mbali alimwona mzee Machano akija akichechemea na gongo lake la kumsaidia kutembea, lakini siku hiyo hakuna lililomshughulisha bwana Khamisi. Akili yake ilikuwa imezama kwenye bifu alilolianzisha Bisalma kuhusiana na posa ambazo zilipelekea kutingisha mustakabali wa binti yake mpenzi, mboni ya jicho lake Munawar binti Khamis. Msikilizaji, endelea kusikiliza Posa za Maana. Hamdani alikuwa kinyume cha babake, walikuwa kama usiku na mchana. Popote alipokuwa ungemsikia akiongoza mjadala na sauti yake juu, iwe ni siasa michezo, utamaduni na hata masomo ambayo wala hakuyajua vizuri, lakini yeye ilikuwa ni lazima achangie. Hapo kila mtu angetega sikio kumsikiliza anasema nini, kwani yeye hakuwa akisema tu, bali alitoa mifano ya uongo na kweli, ili mradi mawazo yake yawe yamenyooka na kuaminika. Alipokuwa akisema, si mdomo wake tu uliokuwa ukifanya kazi, bali macho, mikono nyusi vyote vilimsaidia. Sauti nayo ilipanda, ikashuka, ikasita, ikazorota kutokana na aina ya mazungumzo na msisitizo unaotakiwa. Ungemsikiliza ungelidhani ni msomi fulani ama mwanasiasa na sio kijana aliyetoroka skuli kidato cha pili. Ingawa hakuwa na elimu ya skuli, lakini alikuwa mpenzi mkubwa wa kusoma magazeti na kusikiliza taarifa za habari na hayo yalimsaidia sana kujua kwa kiasi fulani jinsi ulimwengu ulivyokwenda. Na wengine wakimsikiliza aliyokuwa akiyasema, walishindwa kujua wapi Hamdani alizitoa habari alizokuwa akizisimulia. Taswira ya Hamdani ilionekana toka siku aliyozaliwa. Aliingia duniani akiwa ni mtoto mwenye afya na aliyependeza machoni wakati mama yake akiwa hoi kwa purukushani ya sukumasukuma kumtoa tumboni na kumleta katika uso wa dunia, ghafula macho yake yalipouona mwanga mpya na kuvuta hewa ya nje kwa mara ya kwanza, kama ilivyo kawaida kwa vichanga vinavyozaliwa hai, alipiga mayoo yasiyo ya kawaida mpaka kila mtu akapata habari kuwa kiumbe kipya kimeingia mjini huko nje karibu na dirisha la chumba cha hospitali ndugu zake Bisalma walitabasamu na kumshukuru Muumba. Kilio kile nilijua tu ni dume, ili mume wangu huyu bwana Hamdani, mama yake Bisalma, bibi mzaa mama wa Hamdani, alisema huku akimchukua kwa mara ya kwanza mikononi mjukuu wake. Watu wanasema mtoto mchanga haoni, lakini vijicho vya Hamdani vilikuwa wazi vikitizama dunia Alitaka mtazame tu jinsi alivyokuwa, viungo vyake vimejazajaza, vishavu vimevimba. Bibi yake alipomsemesha polepole pole kwa lugha ya kitoto, midomo yake ilitabasamu, na kwenye vishavu vyake zilionekana alama za mbonyeo dimples, ambazo alizirithi kwa baba yake. Kwa hakika kilikuwa kitoto kizuri, na wengi walisema alimranda mama yake kwa sura na rangi. Alipozaliwa tu Hamdani tayari alikuwa na jina. Huyu ni babaangu, hata sura yake ni ya babaangu. Alhamdulillah, Allah kamchukua mmoja, kaniletea mwingine, Bisalma alisema siku hiyo kwa furaha iliyochanganyika na majonzi, kwani baba ake, Mungu amrehemu, alikuwa ametangulia mbele ya haki mienzi michache tu kabla Hamdani hajazaliwa. Ulezi wa Hamdani ulichangamka. Utundu ulikuwa asili yake. Alipoanza kutambaa tu, basi alivuta kila kitu kilichokuwa mbele yake. Alipenda kugonga na kujaribu kila kitu: vuta, gonga, weka mdomoni. Bisalma alikuwa na kazi ya kumlinda, lakini hata hivyo haikumzuia kupata ajali mara kwa mara; leo ajikwaruze hapa, kesho kupata nundu pale. Alipoanza kutembea basi ndio safari ya kutoka nje iliwadia. Kutwa akishinda mtaani na watoto wengine kucheza na kugaragara, nguo zake za mwili varuvaru, nywele zimetimka. Wakati huo Bisalma kazi zilikuwa zimemzonga za nyumbani na ulezi wa wana wakati huo Bisalma kazi zilikuwa zimemzonga za nyumbani na ulezi wa wana, ambao walizaliwa mwaka mimba, mwaka mtoto. Hamdani alijifunza mengi huko nje, mabaya na mazuri, lakini zaidi alijifunza kujitetea. Alipofikisha miaka mitano tu, kesi zilianza kuletwa ndani: Hamdani kanipiga, Hamdani kanichokoza. Yeye pia yalimpata, leo kapigwa, kesho kachokozwa. Almradi mradi maisha yake yalijaa visa na mikasa ya kitoto. Matendo yake yalikuwa makubwa kuliko umri na kimo chake. Alipokuwa na umri wa miaka nane, basi aliijua mitaa yao nje ndani ndani nje, hakuna sehemu ambayo ungempoteza. Alijua mabonde yote yaliyomzunguka yeye ndiye aliyekuwa mnunuzi wa vitu sokoni na dukani. Siku akitumwa samaki, basi yeye huamua kwenda ufukweni kabisa, huko ndiyo biashara ya jumla ya samaki ilifanyika kwa mtindo wa mnada, na mwenye dau kubwa hupata samaki Japo pesa za Hamdani hazikutosha kuingia kwenye mnada, alifanikiwa kupata kiteweo kwa bei rahisi kuliko ambavyo angelipata sokoni, kwani alijua mpaka sanaa ya kupatana ambayo ilikuwa maarufu katika mji wao. Kama hujui kupatana, basi wewe hukuwa mwana halali. Watulieni, ukitajua bei ya shilingi elfu kumi hukutakiwa uwe na hofu, kwani ungeweza kununua hicho cha elfu kumi hata kwa elfu mbili ili mradi tu uwe bingwa wa kupatana toka kuzaliwa mpaka leo basi Hamdani alikuwa kipenzi cha mamake, mboni yake ya jicho. Bisalma alizaa watoto wengine wa kike na kiume, lakini hakuna aliyeweza kupiku mapenzi ya Hamdani kwa mamake. Japo mwenyewe Bisalma akiambiwa kwamba anampenda Hamdani kuliko wengine, alikataa kata, katakata, lakini Hamdani hakuwa na baya mbele ya mamake. Sibagui watoto kwangu, wote ni sawa. Miaka ilipita, sasa Hamdani amekuwa kijana wa miaka ishirini, akijua jema na baya, siyo ile kichanga kilichobebwa na bibi yake siku aliyolionajua akiwa hajui be wala te. Wakati baadhi ya watoto walianza skuli wakiwa wadogo, Hamdani alianza sukuli ya msingi akiwa na miaka sita. Kabla ya kupelekwa sukuli Hamdani alikuwa akiwatizama watoto wenzake aki walivyopendeza na sare zao, wengine wakiwa wamebeba mabegi ya mgongoni, baadhi wakiwa na viatu vyeusi na soksi, na wengine kudunda na kanda mbili zao, na hata waliokuwa hawana viatu kabisa, wote walipendeza kwenye macho ya Hamdani, aliyekuwa na hamu ya kuwa kama wao, kuvaa sare na kwenda skuli. Mama, lini na mimi nitaanza skuli, baba? na mimi nataka kwenda skuli. Usijali mwanangu, utaanza tu karibuni, baba yake alimwambia. Hata ilipofika siku ya yeye kuanza skuli, furaha ilitaka kumchania nguo. Sare zake mpya ziliingia taka hata kabla ya hiyo siku kufika, kwa ajili ya kujaribiwa. Kila aliyekuja alioneshwa sare, na viatu vilivaliwa na kuvuliwa kila wakati. Hizo sare zipumzishe naona utazichana kabla ya muda wake. Hiyo skuli uje uipende siku zote, isiwe kipya kinyemi tu. Baba yake alimsindikiza skuli siku school ya kwanza, na baada ya kumkabidhi kwa alimu huyo aliondoka zake, na Hamdani hata habari hana, huku akiwashangaa watoto wengine ambao walikuwa wakilia wazazi wao walipokuwa wakiondoka. Kisha wakapangiwa madarasa, darasa lilijaa ikawa hamna hata pa kutia mguu. Samani pekee iliyokuwa darasani humo ilikuwa meza na kiti cha mwalimu kilichokuwa mbele. Hamdani alikuwa akikaa mbele ya darasa. Hakuchukua muda darasani, aliweza kuelewa herufi zote na nambari. Baadaye alianza kusoma, kuandika na kufanya hesabu ndogo ndogo. Mwalimu wake kila akiuliza swali, basi haraka Hamdani alinyanyua mkono na kujibu. Vizuri sana Hamdani. Umepatia. Mnamwona mwenzenu Hamdani? Kila mmoja ajitahidi afanye vizuri kama yeye. Hamdani akawa kipenzi cha mwalimu wake. Lakini hali hiyo haikuendelea. Alivutiwa na kazi za skuli na alipenda afanye kazi haraka amalize ili aweze kucheza ama kuchokoza wengine darasani. Kwenye somo jipya basi yeye huwa wa mwanzo kuelewa, lakini ilichukua muda kwa somo jipya kuanza. Sasa akipewa kazi ambazo alikuwa akizijua zikaanza kumchosha. Hamu ya kufanya kazi ikamtoka. Alikuwa akipewa kazi hazifanyi, ama wakati mwingine alijifanyisha kusudi kukosea. Wakati akiandika alizua mtindo wa kufunga macho na kuwaambia wenzake, tizama, naweza kuandika huku nimefunga macho. Basi hapo vicheko vya chini kwa chini vilianza, na mwalimu akitaka kujua kulikoni, basi jibu kila siku lilikuwa Hamdani. Kwenye mchezo wake huo, kazi nyingi alikuwa akizifanya takavyo ama akifanya makusudi kuchorachora. Mwalimu wake alimsoma akawa anampatia Hamdani kazi za ziada ambazo zilimfanya Hamdani atumie muda mwingi na asikere wenzake. Tatizo likajitokeza alipoingia darasa la pili, kila darasa na mwalimu mpya. Mwalimu mpya hakumjua Hamdani, hakujua uwezo wake, hakuwa na wakati wa kumsoma kila mtoto. Hamdani akawa anaendeleza tabia zake za utundu na kukera wenzake. Mwalimu akachoshwa naye, ikawa kila akija darasani ni kumkaripia na kumcharaza bakora. Hamdani akawa sugu, bakora hazikumshughulisha wala makaripio hayakumshtua, ilikuwa kama mziki tu masikioni mwake. Na mwalimu akisema, alikuwa akimsikiliza tu, akili yake iko mbali kwenye michezo ya mtaani. Ilifika wakati mwalimu anatoa maneno yake, yeye akitabasamu. Ya we mtoto mwenda azimu kweli Yaani mi nasema na wewe ndio kwanza unanicheka. Huna adabu hata mbili. Hapo bakora na adhabu nyingine zilifuata. Bakora alizikubali kwani alikuwa ameshazizoea lakini adhabu nyingine kama kufagia darasa ama kupalilia bustani ya maua hilo katu hakulitekeleza ipasavyo. Na hayo alimweka kwenye matatizo mengine. Siku moja ambayo Hamdani hakuisahau ni pale alipocharazwa kisawasawa na walimu wawili alipokuwa darasa la nne. Kosa alilifanya kwa mwalimu Birukia lakini adhabu alialikwa na mwalimu Nasor pia, ambaye alisifika kwa ustadi wa kupiga hata akapachikwa jina la Kifimbo Cheza. Basi alipokuja Kifimbo Cheza darasani, karamu ya bakora ilianza. Hamdani alitandikwa kama pweza. Alama zilimjaa mgongoni na makalioni. Siku hiyo aliangua kilio kikubwa. Alirudi nyumbani moja kwa moja, na sio ile kawaida yake ya kupita huku na kule kwenye michezo. Macho yalimuiva, uso ulimsawijika, mwili wote ulimuuma na alijihisi mgonjwa. Una nini leo mbona uko hivyo? Bisalma alijua kama haipo sawa. Hamdani alifungua mdomo kutaka kujieleza, akashindwa. Mara aliangusha kilio. Kwenye maneno ya Hamdani yaliyojaa kwikwi na asiyoeleweka, Bisalma alielewa kuhusu kupigwa kwa mwanawe, kisha akamkagua mwilini. La haula! Mwili haukutazamika. Hapo hapo aliitwa Bwana Hamisi aone balaa iliyompata mtoto skuli. Bwana Hamisi alishtuka. Walimu gani huu wa kupiga watoto kiasi hiki? Alilalama huku akimgeuza Hamdani kila upande kutizama, alama za bakora. Alimgusa kichwani, kichwa kimoto. Maumivu yamemtia ya homa. Wacha niende duka la dawa nikatafute dawa ya kupaka na ya homa, atajisikia vizuri akipata dawa. Bi Salma alimtazama mumewe kwa mshangao kidogo. dawa dawa ndiyo atapakwa na atameza lakini Aa, je, hawa walimu waliofanya hivi tufanyeje? Sasa Bisalma, ndio mambo ya skuli hayo. Kosa lake itakuwa kubwa ndio akapata adhabu hiyo. Kosa kubwa lipi alilofanya mtoto mdogo wa miaka tisa atastahili adhabu hii? Kaua? Mbona sikuelewi. Hamisi, mtoto kapigwa kipigo cha mbwa koko, we unasema tukae tu? Haya wewe kaa hapo pakate miguu, mimi nikiwa hai na pumzi navuta sikubali. Siku ya pili asubuhi, Bisalma alifika skuli moja kwa moja mpaka kwa mwalimu Birukia. Kipindi hicho mwalimu Birukia alikuwa na kisirani chake, wakati wa asubuhi alikuwa na kizunguzungu, mate alikuwa hayamkauki mdomoni na mdomo wake ulikuwa mchachu, hamaki zake zilikuwa karibu sana Watoto wote alikuwa akiwaona wananuka. Katika hali yake hiyo, watoto alikiona cha mtema kuni. Mara nyingi hakuwa na hamu ya kufundisha, hasa hasa wakati wa asubuhi. Akiingia darasani, alilolifanya ni kuwataka wanafunzi wafungue vitabu vyao na kuwatajia ukurasa wa kujisomea kisha wajibu maswali yaliyomo kwenye sehemu hiyo ya kitabu. Kitabu kimoja kikitumwa na wanafunzi wanne. Siku iliyopita Hamdani alichukua kitabu na kujisomea peke yake. Wenzake walipolalamika na kutaka kushirikiana naye, alinyanyuka nacho huku anachekacheka na kukimbia. Lililofuata lilikuwa mvutano na kelele. Birukia, aliyekuwa ameinama na kutegemeza kichwa chake juu ya meza alishtushwa na kelele hizo. Hilo ndilo lililomponza Hamdani. Bisalma kufika, hata salamu ilikuwa hamna. Ehe bibie Bimalkia, naomba uniambie kisa cha wewe na huyo mtu wako kunipigia mwanangu kiasi kile. Hivi we ni mwanamke ama dume jike? Una watoto wewe? Unaujua uchungu wa mwana? Unataka kumtoa mwanangu roho mbichi? Hapo ugomvi wapatashika, nguo chanika ukazuka nusura wawili hao wavaani. Kelele zilipozidi, walimu wengine wakaja kujaribu kuamua bila mafanikio. Kila mmoja mkali kama pilipili. Ilibidi akaitwe mwalimu mkuu kuja kushuhudia na kupatanisha. Bi Salma alichachamaa, anataka kwenda polisi. Hamdani shati limevuliwa ili alama za bakora zionekane. Kila mtu alisikitishwa na kitendo hicho. Mwalimu mkuu akasikiliza pande zote mbili za ugomvi, na ikabidi mwalimu Nasor naye aitwe. Malumbano yakazidi, hakuna aliyekubali kushindwa na kila mtu alijiona hana makosa. Hata hivyo, mwishowe mwalimu mkuu aliweza kusuluhisha na kesi haikupelekwa polisi. Lakini habari ilienea skuli nzima, kila mwalimu alitaka kumjua Hamdani mtoto ambaye mama yake alitaka ngumi na walimu. Wanafunzi pia walimzungumzia Hamdani. Alihisi kila mtu akimtazama yeye na kunong'ona nyuma yake. Hapo walimchokoza na kumwita mtoto wa mama, na baadhi ya walimu darasani walimkwepa na kutomshirikisha na mambo mbali mbali, ikiwemo kumuuliza maswali. Wale wawili walihusika na kumcharaza bakora. Wapo waliomchokoza na kumwita mtoto wa mama na baadhi ya walimu darasani walimkwepa na kutomshirikisha na mambo mbalimbali mbali, ikiwemo kumuuliza maswali. Wale wawili waliohusika na kumcharaza bakora walimwekea chuki za wazi wazi. Hamdani alijisikia vibaya na hamu yake ya skuli ikaanza kupungua. Mara nyingine, hata nipigwe vipi siendi kusema nyumbani. Sitaki mama aje hapa na kuanzisha shangwe kama lile. Mimi mtoto wa kiume alijisemea Hamdani wenzake walipomchokoza na kumwita mtoto wa mama. Siku mbili tatu alikuwa mkimya na mwenye kujiinamia, lakini hali hiyo haikuendelea muda tu. Kila mtu alisahau kisa hicho na maisha yakawa yanaenda kama kawaida. Hamdani naye akarudi vilevile vile kama mwanzo, ama zaidi. Mwalimu mmoja tu ndiyo alimwelewa vyema Hamdani. Alielewa uwezo wake, alielewa uwezo wake na kipaji chake. Mwalimu wake wa darasa la kwanza alijitahidi kumwita Hamdani na kusema naye, na alikuwa akimtetea chumba cha walimu, wakati wanafunzi wa korofi wakijadiliwa. Alipokuwa darasa la sita, siku moja, mwalimu wa hesabu alimwekea kosa kwenye kazi ya hesabu. Hamdani alikuwa na uhakika kama ipo sahihi hesabu ilikuwa ni somo lake alilolipenda, na siku zote wakiwa hawamo kichwani, basi alifanya kazi za hesabu. Kila hesabu ikiwa ngumu, yeye ndiyo alivyokuwa akiipenda zaidi, kwani alichemsha kichwa chake. Hakukubali kushindwa na hesabu yoyote ile, na alifanya urafiki na wanafunzi wa madarasa ya juu kwa kufahamishwa hesabu tu. Hata hivyo, walimu wengi hawakujua kipaji hicho cha Hamdani kwani mara nyingi alikuwa hafanyi kazi zake na kila kwenye makosa basi na yeye yuma. Msikilizaji, usikose kufuatilia sehemu itakayofuata ya Posa za Maana. Ulikuwa nami msimulizi wako Fatia Abedi.